Moja kwa moja tuende basi tukaombe kwa ajili ya kutoka kwenye utumwa na kongo ambayo tumefungiwa kwa muda mrefu juu ya maisha yetu. Mimi na wewe tuombe, omba mahali ulipo. Baba, omba kwa ajili ya familia yako. Mama, omba kwa ajili ya familia yako. Kijana ambayo unanisikiliza, wakike na wakiume, omba kwa ajili ya maisha yako. Toka kwenye hilo kongo, toka kwenye utumwa ambao umewekwa kwa muda mrefu, kwa uhalali unaotokana na roho za kifamilia. Utumwa unaotokana na roho za mazingira unayoishi, utumwa unaotokana na mazingira ambayo unafanya kazi. Toka kwenye huo utumwa, kwa sababu unapotoka katika mwezi huu wa tatu, ndipo utakwenda kuwa huru sawasawa na neno la Bwana. Twende mbele za Bwana. Baba kati katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mwenye enzi, Baba wa milele, ninakushukuru kwa sababu umetupa tena neema ya kuwepo tena mezani pako siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambaye amekuwa akifuatilia maombi haya. Ninakushukuru kwa sababu umetufundisha kwa habari ya kutafuta kutoka kwenye kongwa na utumwa ambao tumefungwa kwa muda mrefu. E, Bwana, ninajua ya kwamba sisi ni wanadamu na tumejikuta kwenye mazingira ya familia ambazo, Bwana, kuna vi, kuna vitu vigumu, kuna maisha magumu, lakini Mungu wa mbingu na nchi Mungu usieshindwa, ninasogea mbele zako, ninaomba toba, ninaomba rehema e Bwana, kwa ajili ya yale yote ambayo yalifanyika na baba zetu na babu zetu, maana ni kweli kabisa walifanya kwa kutokujua au kwa kujua, lakini Mungu tukajikuta kwenye mtumwa, tukajikuta kwenye kongwa zitu ambalo hatuwezi kutoka wenyewe. Ninaomba rehema e Bwana, ninaomba msamaha majira haya, ninatubu mbele zako, Mungu mwaminifu. Katika mwezi huu wa toba, ninaomba msaada wako tena kwa ajili ya kutoka kwenye utumwa ambao tumeshikiliwa mimi pamoja na familia yangu, mimi pamoja na ndugu zangu, mimi pamoja na taifa la Tanzania, mimi pamoja na mtu ananifuatilia sasa. Tumefungwa kwenye utumwa na huo utumwa, e Bwana, ndani yake kuna magonjwa, ndani yake kuna mauti, ndani yake kuna umaskini, ndani yake kuna ufukara, ndani yake kuna laana, ndani yake kuna aibu, ndani yake kuna aina yoyote ya mateso. E Bwana, ninaomba rehema, utusamee Bwana asubuhi ya leo, utusamee majira haya, tunaomba mkono wako na nguvu zako zikatutoe tena katika huo utumwa, ukatutoe tena katika hilo vifungo ambavyo e Bwana, inawezekana walitamka maneno katika madhabahu za miungu na yale maneno yakaendelea kutufuatilia yale maneno yakaendelea kutushikilia Baba, kumbuka rehema. Yesu naomba kumbuka rehema, katikati ya gadhabu kumbuka rehema, e Bwana kumbuka rehema, ukatuhurumie ukatusamee tena Bwana, kwa kuwa sisi ni wenye dhambi, ni waovu e Bwana, na katika utumwa u tuliofungwa ni utumwa wa uhalali, hatuna namna tunaweza kutoka, na ndio maana tukamwona jinsi ambavyo Moabu alikuwa na ole ole, kwa sababu binti zake waliuza utumwani, walitekwa, walifungwa. E, Bwana naye hana namna ya kuwasaidia nami. asubuhi ya leo ninajua ya kwamba kama Tanzania tumekaa utumwani kama familia moja moja, tumekaa utumwani na hatuna namna tunaweza kutoka, lakini tunaomba msaada wako, lakini tunaomba huruma yako, lakini tunaomba mkono wako ukatutoe tena Bwana, pamoja na ndugu zetu, pamoja na familia zetu, watoto wetu e Bwana na uchumi wetu na kila kitu cha kwetu ukatutoa kwenye huo utumwa ambao saa hii. Mungu wa Israeli, inawezekana kuna namna tunalindwa na roho za kifamilia na roho za miungu, tunaenda kutoka kupitia damu ya Yesu. Na ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo kwa Warumi akasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu ya ya juu yao walio katika Kristo Yesu Bwana, kwa maana sheria ya roho uzima imetuweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Nami natangaza sheria ya dhambi na mauti imeondolewa kwetu kwa sababu Kristo Yesu ame Tukawekwe mbali na mateso, tuwekwe mbali na magonjwa, tuwekwe mbali na laana, tuwekwe mbali na aibu, tuwekwe mbali na vifungo mbalimbali ambavyo tulifungwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni hai katika damu ya mwanakondoo. Asubuhi ya leo natangaza, tukatoke Bwana, vijana wetu wakatoke, watoto wetu wakatoke, jungu zetu wakatoke, jamii zetu wakatoke, nchi ya Tanzania kwa ujumla wakatoke kwenye utumwa mzito, utumwa wa mateso eh Bwana, tukatoke wa baba wa Tanzania wakatoke asubuhi ya leo, wa mama wa Tanzania wakatoke asubuhi ya leo. Eh Mungu wa mbingu na nje, tunatangaza hakuna hukumu ya adhabu, hatutaendelea kukaa hapo, hatutaendelea kushikiliwa kwenye huo utumwa, kwenye lilo gizo na mateso, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni hai. Mungu wetu, ninakushukuru. Baba yetu, ninakutukuza, wewe ni mwaminifu. Asante kwa ajili ya muda huu, asante kwa ajili ya maombi haya na kusi. Baba yangu wa mbinguni, ukatusaidia kama watoto wako, ukatusaidia watumishi wako ukatusaidia familia Kristo, kutoka ya Kristo tukaweze kutoka chini ya utumwa ambao tumefungwa kwa uhalali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu hai, nimeomba e Bwana nikishukuru na kuamini amen.